Ndugu mzazi na mlezi, karibu kwenye chaneli yako pendwa ya Moyo wa Malezi. Leo tunaangazia majina 25 ya watoto wa kiume kutoka Biblia, kila moja likiwa na maana ya kipekee, ushahidi wa maandiko na ujumbe wa baraka. Kama unatafuta jina lenye uzito wa kiroho kwa mtoto wako, uko mahali sahihi. Majina yana maana sana katika maisha ya watoto wetu, na tunaweza tukasema jina ndiye mtu mwenyewe. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa kwa ajili ya malezi na maadili ya watoto wetu. Karibu twende kwa pamoja, ili tuweze kuona haya majina ambayo ni sahihi kwa ajili ya kuwaita watoto wetu, watoto wa Kikristo, watoto wa kiume. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Eliya. Maana ya jina hili tunasema, Yawe ni Mungu wangu. Tunaweza tukapata ushahidi kwenye maandiko, ambapo ni Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na saba mstari wa kwanza. Eliya alikuwa nabii shujaa aliyeleta moto kutoka mbinguni. Jina hili linawakilisha ujasiri na imani thabiti. Jina la pili ni Yusufu au tunaweza tukasema Yosefu. Maana ya jina hili, Yehova ameongeza. Tunaweza tukaangalia ushahidi wa jina hili kutoka Mwanzo 30 24. Yusufu alipata kibali mbele za Mungu na wanadamu na akainuliwa kutoka utumwa hadi kuwa mkuu wa Misri. Jina la tatu ni Isaya. Maana ya jina hili, Yehova ni uokovu. Maandiko tutaangalia Isaya moja mstari wa kwanza Nabii wa maono na tumaini, jina linalobeba ujumbe wa wokovu na matumaini kwa vizazi. Yaani Isaya ni nabii wa maono na tumaini. Jina namba nne ni Daudi au David. Maana ya jina hili ni mpendwa. Tukiangalia maandiko tutapata katika Samueli wa kwanza kumi na sita mstari wa kumi na tatu Mfalme Daudi alipendwa sana na Mungu, mtu anayeitwa mwenye moyo wa Mungu. Jina hili linaashiria upendo wa kipekee kutoka kwa Mungu. Jina namba tano ni Daniel. Maana ya jina hili Mungu ni mwamuzi wangu, tukiangalia maandiko tutakuta katika Danieli moja mstari wa sita, ambapo aliishi maisha ya utakatifu hata akiwa uhamishoni. Jina hili linamfanya mtoto wako akuwe na hofu ya Mungu. Jina namba sita ni Samuel. Maana ya jina hili ni amesikiwa na Mungu. Hebu tuangalie maandiko, tutapata katika Samueli wa Kwanza sura ya kwanza mstari wa ishirini ambapo tunaona kwamba alizaliwa baada ya maombi ya dhati ya Hana. Ni jina la mtoto wa maombi. Ukimwomba Mungu akakupa mtoto wa kiume mwite Samuel. Jina la saba ni Methusela. Metusela maana yake ni mawimbi ya kifo au atakapokufa itatumwa. Hapa tunaweza tukaona maandiko katika Mwanzo tano ishirini na saba ambapo aliishi miaka mingi zaidi kuliko wote, ishara ya rehema na uvumilivu wa Mungu. Jina namba nane ni enoko au Enoch. maana ya jina hili ni kujitolea Tunaweza tukapata uthibitisho kutoka katika maandiko ambapo ni Mwanzo tano ishirini na nne. Alienda moja kwa moja kwa Mungu bila kufa, maisha ya utakatifu wa hali ya juu. Ukimuita mtoto wako Enoch anakuwa na maisha ya utakatifu wa hali ya juu. Jina namba tisa ni Abel. Maana ya jina hili ni pumzi. Tuangalie maandiko ambapo ni Mwanzo nne nne. Sadaka yake ilikubaliwa na Mungu jina lake linaashiria ibada ya kweli. Jina namba kumi ni Yakobo au Jacob. Maana ya jina hili ni mshika kisigino au anayepigania baraka. Tuangalie maandiko, tunaweza tukapata huu uthibitisho kutoka Mwanzo ishirini na tano ishirini na sita. Ingawa alianza kwa hira, alibadilishwa kuwa Israeli, baba wa mataifa kumi na mbili. Jina namba kumi na moja ni Yehoshua au Joshua. Maana ya jina hili Yehova ni wokovu. Uthibitisho tutaupata katika Yoshua moja moja. Aliongoza wana wa Israeli hadi nchi ya ahadi, kiongozi wa kiroho mwenye imani isiyoyumba. Jina namba kumi na mbili ni Sulemani au Solomoni. Maana ya jina hili ni amani. Tuangalie uthibitisho taangalia maandiko Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa thelathini na tisa ambapo mfalme huyu anaonekana kwamba ni mfalme mwenye hekima kuliko wote. Jina linalobeba utulivu na maarifa. Jina namba kumi na tatu ni Hosea. Maana ya jina hili ni uokovu tukiangalia maandiko tuta, ni tutapata katika hosea moja moja ambapo huyu ni nabii aliyeonyesha upendo usiokoma wa mungu kwa watu wake waliomwacha jina la kumi na nne ni noa maana ya jina hili ni pumziko au faraja tukiangalia uthibitisho wa maandiko tutaupata katika mwanzo sita nane mtu wa haki aliyenusurika gharika jina hili linaashiria neema na wokovu. Jina namba kumi na tano ni Yeremia. Yeremia, maana yake ni Yehova atainua tukiangalia uthibitisho wa maandiko kwa jina hili tutaangalia Yeremia moja tano ambapo tunaona kwamba huyu ni nabii aliyeteuliwa kabla ya kuzaliwa, jina la mtoto aliye na kusudi la Mungu mapema. Ukimwita mtoto wako Yeremia, maana yake huyu anakuwa na kusudi la Mungu mapema tangu wakati anazaliwa. Jina la kumi na sita ni Ezra. Maana ya jina hili ni msaidizi Tunaangalia uthibitisho kwenye maandiko ambapo tutaangalia Ezra saba sita. Hapa tunaona kwamba huyu ni mwandishi na kuhani, aliongoza watu kurudi kwa Mungu, jina la kiroho na maarifa. Ukimpa mtoto wako jina hili, maana yake umempa jina la kiroho na maarifa. Jina la kumi na saba ni Nehemia. Maana ya jina hili, Yehova ameifariji. Tukipata uthibitisho wa maandiko tutaupata katika Nehemia moja moja, ambapo tunaona kwamba Nehemia alijenga tena Yerusalemu. Ni jina la mjenzi na kiongozi mwenye maono. Ukimpa mtoto wako jina hili, maana yake anakuwa ni kiongozi mwenye maono. Jina la kumi na nane ni Malaki. Malaki, maana yake ni mjumbe wa Mungu. Tuangalie uthibitisho wa maandiko tutaupata kutoka Malaki moja moja ambapo tunaangalia huyu Malaki ni nabii wa mwisho wa Agano la Kale, jina la mtume na mjumbe wa Mungu. Mtoto wako akiitwa Malaki, manake anakuwa ni mjumbe wa Mungu moja kwa moja. Jina la kumi na tisa ni Karebu. Maana ya Karebu ni mwenye moyo mtakatifu uthibitisho wa maandiko tutaupata katika Hesabu 13:30 ambapo huyu Kalebu alikuwa jasiri na mtiifu mwenye imani hata wakati wa hofu. Ukimuita mtoto wako Kalebu anakuwa ni mtiifu na anakuwa na imani, anakuwa sio mtu anayeogopa ogopa, hofu kwake haipo. Jina la ishirini ni Abia. Maana ya Abia, Yehova ni baba yangu hebu tuangalie maandiko. Uthibitisho wa Abia kama Yehova ni baba yangu tutaupata katika Samueli wa kwanza nane mbili ambapo tunaangalia, Abia ni jina linalothibitisha uhusiano wa karibu kati ya Mungu na mtoto wako. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Abia, anakuwa na uhusiano wa karibu, yeye na Mungu wake. Jina la ishirini na moja ni Erisha. Maana ya Elisha tunaweza tukaona kwamba Mungu ni uokovu. Maandiko yanayothibitisha kwamba elisha ni mungu ni uokovu tutayapata katika Wafalme wa Pili mbili tisa, ambapo huyu Elisha alipokea mara mbili ya upako wa Eliya. Jina la ukuaji wa kiroho na maono ya juu. Mtoto wako akiitwa Elisha anakuwa na ukuaji wa kiroho na anakuwa na maono ya juu zaidi. Jina la ishirini na mbili ni Lemweli. Lemweli maana yake ni aliye wa Mungu maandiko tutapata uthibitisho kutoka Mithali 31 moja, moja. Ambapo tunaangalia jina hili ni jina lenye tabia ya utakatifu, hekima na maadili bora. Jina la 23 ni Obadia. Maana ya jina hili Obadia ni mtumishi wa Yehova. Uthibitisho wa maandiko tutaupata katika Obadia moja moja ambapo tutaangalia huyu Obadia ni mfano wa huduma ya kweli kwa Mungu. Ukimwita mtoto wako Obadia anakuwa na huduma ya kweli kwa Mungu. Jina namba ishirini na nne ni Shem. Maana ya jina hili Shem tunapata maana kwamba Shem ni jina. Uthibitisho wa kwamba Shem ni jina tunaupata katika Mwanzo ambapo tunaona Shemu ni mmoja wa wana wa Nuhu. Jina lake linaashiria asili ya baraka za kimataifa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Shemu, maana yake anapata asili na anakuwa na baraka za kimataifa. Jina la ishirini na tano ni Nathanaeli. Maana ya Nathanaeli ni zawadi kutoka kwa Mungu. Andiko ambalo tunaweza tukapata kutokana na hili jina ni kutoka Yohana 1:45 mpaka 49, ambapo huyu Nathanaeli aliaminika kwa moyo mnyofu. Jina lenye utu, uaminifu na zawadi ya kipekee ya Mungu. Ukimwita mtoto wako Nathanaeli, maana yake anakuwa ana utu, anakuwa ni mwaminifu na anakuwa ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Haya ndiyo majina 25 yenye baraka kutoka kwenye Biblia. Tujulishe jina lipi limegusa limekugusa sana. Pia unaweza ukatuambia jina ambalo umemuita mtoto wako jina la Kikristo, na sisi tutakusaidia kukuambia maana ya hilo jina. Usiishi na jina la mtoto ambalo haujui lina maana, maana gani? Jina ndiyo mtoto mwenyewe. Ukiwa unajua maana ya hilo jina na mtoto akajua maana ya jina lake, inamsaidia kutembea na lile jina, inamsaidia yeye kuishi kulingana na kusudi lake kutoka kwenye jina lake. Kama umependa content kama hii, usisahau kulike, ku comment kusubscribe ili upate video zaidi za kiroho na malezi ya Kikristo. Karibu tena kwenye video nyingine ambapo tutakuonesha majina mengine ambayo ni ya kiroho yanayotokana na watoto wa Kiislamu ambao ni watoto wa kike. Tunaonesha majina ya Kikristo, tunaonesha majina ya Kiislamu ili watu wote waweze kujua majina ya watoto wao ambayo yamebeba dhamana ya maisha yao. Asante, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata.